Al za, za mda huu, napenda kuelezea tena namna ya ku, ku propose au kwa lugha ya Kiswahili kupendekeza memba katika vote room au katika e system e. Kama bado hujaweza uja, ku login, kuna video ya kwanza hapo, nitaweka linki chini, utaangalia namna ya ku login baada ya kupokea sms ambayo inakuwa imetumwa direct kutoka kwenye system wakati admin anafanya registration. Bila kupoteza muda nita login. Utaweza join ya apo, apo, utaweza join as a voter hapo, hiyo button itakuja welcome back hapo by default, au utakuta unapokuja kwenye voter login utaingiza taarifa zako kama election code ambazo taziandika hapa ni kodi ni 8c si, hizo unakua na tumia kwenye ile SMS, taandika namba yako ya simu baada po taandika password, baada ya access room hizi taarifa zote unakuwa meshatumia kwenye, kwenye meseji itafungika namna hii eh, kwa sasa ni ukiangalia hapa imeandikwa proposing phase ambayo ndio iko active, kwamba ni muda e, wa kupendekeza wale viongozi kupendekeza. Na ikumbukwe kupendekeza sio kuchagua, tunapendekeza mtu alafu ni hao tunapendekeza, eh, tunachagua wawili watatu ambao wanakuwa watachaguliwa wakati wa uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo ni kama namna tu ya kawaida ile tunafanyia kwenye system ambayo inakuwa ni privacy mtu anachagua mwenyewe, hamna mtu akuona, hamna mtu akudhibiti, hamna mtu akutisha wewe kuchagua, kwa niaba yako binafsi au kwa nia yako binafsi. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tuhamie kwenye unaenda kwenye kibutton cha sasa. Hii ni mwonekano wa PC kwenye simu, button zinakuwa chini, utabonyeza kibutton kichoandikwa kichoandikwa propose nominee. Okay. Hey, propose kwenye simu pia taonyesha namna a kwenye simu itafunga namna hii, de lobaki ndio huo one day kumi na moja utaangalia hapa kipande cha kwanza. Kama unamjua mtu jina lake search kwa search, unaandika labda ana onekana hapo, utabonyeza kwa sababu ambao chagua watu watatu, yaani at most watu watatu watu. Watu watu, kwa utafuta tena, kama mjui jina utaanza kuscroll kwenda chini, maana utakutana neno showing phone utaibonyeza. Baada ya hapo pia utaenda kwenye au unaweza kama umekosa anza kufuta sahihi, unaweza ukaskoa chini hapa, au kuchagua toko unayotaka labda moja mbili tatu, kila position ona, watu watatu unaweza watu nne takatalia, unaweza watu watatu kila position. Baada ya kuja position nyingine hapa, anachagua random, ni unaweza kuchagua tu random kama ndio watu wanachagua tu, kama unamjua jina utasearch

kama jina utasajili au unaweza ka load more members upate wengi zaidi hapa, cha gala ndio mimi. Baada ya hapo utafanya uta submit proposal. Baada ku submit proposal uta unasema, itakuja message inasema submit kama hii, Your 13 nominations have been submitted. Baada ya hapo eh, unaweza ukaenda kwenye results, hapa view my results. Ukawa unaona kinachoendelea, hii ni real time kwamba inakuwa live e, unakuwa unaangalia votes zinavyokaa hapa sasa, unaona wako wengi kwa sababu watu wa view, watu wa nani, watu wa chat. Ila watu wakiwa wengi wakianza ku vote hii system, sisi inakuwa ina ina tii, ina ina ka vote alafu inakuwa ina hapa, watu fedi wangapi? Watu watatu wa kwanza mpaka muda ukaishe, muda wa, wa proposing, inakuwa tayari ishachagua watu wangapi? Watu watatu, yani kutokana na watu walio vote, inapiki watu watatu ndio wanakuwa wana waonekana wawili au watatu kulingana na watu walio propose. Kama watu wamelingana, wanapita watu watatu, kama watu wajalingana, chukua watu wawili, namna hiyo. Kwa monekano wa simu, kwa watumiaji wa simu itakuwa inaonekana hivi. Sehemu ya dashboard itaonekana hivi, utashuka chini pale, utaenda kwenye button ya propose tutafunga namna hiyo, shafunguka namna hiyo. Hapo unaweza ukachagua watu wako, na hapa mimi nishachagua naanza kuweza load more ukaangalia watu wengine kwa uh, waka hiyo tafunguza zako submit hizo proposal. Baada ya kuanza utaangalia results kama nilivyosema ni live, na kwa change zikifanyika chote, mtu akivote, mtakao naona change zake.